Kutoka Kenya na vuka boda anaingia kwa jirani zetu Tanzania. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa ametoa onyo kali dhidi ya maandamano yanayopangwa kufanyika tarehe tisa mwezi huu, akisisitiza kuwa wale wanaoratibu maandamano hayo watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Msigwa amewashutumu wanaoandaa maandamano hayo kwa kutaka kuingiza nchi hiyo kwenye machafuko.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 kwa nchi yoyote ile duniani ni tishio kubwa la maisha ya watu, uchumi wa nchi na masuala yote ya kijamii.